na mali zako so zote na akili zako so zote na roho yako yote. Mungu wewe upate kumpa mkuu, kumpa kitu kidogo, ndipo utamsifu, halafu utamwinua, utamwabudu, na yeye atakujia wakati wowote, ndugu zangu. Nalaiai, tuendelee sasa, tuendelee. Mungu ni mwaminifu Mungu ni mwaminifu, Kutoka saba tisa hadi kumi na mbili anajua kuwatetea wao, watumishi wa wasiaibike. Mungu ni mwaminifu, anajua kutetea wasiaibike, walio wakoo wasiaibike, na mtu kujila siaibike. Hapo ni Haruna Musa mbele ya Farao. Mungu anajua kuwatetea, kuwaonyesha. Jamani, kumsifu Mungu

Nitasoma katika jina la Yesu. Nitamhimili Bwana kila wakati, sifa zake zikiwa kinywani mwangu daima. Katika Bwana nafsi yangu itajisifu, wanyenyekevu wasikie

macho -e ja. mm -hmm. ma, ma, -hmm. ya Bwana huwaelekea wenye haki eh. na masikio yake yake husikia kilio chao. Ukielekea kilio chao eh. Uso wa Bwana ni juu ya watenda mabaya. Uso wa Bwana ni juu ya watenda mabaya. Kumi na sita. Aliondoe 17. walilia naye, Bwana akasikia akawaponya na uh -huh. taabu zao zote. Bwana yu karibu nao waliovunjika moyo, Bwana yu karibu na wao waliovunjika moyo. Waliovunjika moyo walimesema sifa zao, na wao ndio walimesema sifa zao. Sifa zile kama zilizozungumza, ni sifa ambazo zinaonyesha kwamba watu hawa wana mavazi ya kumsifu Mungu wana tabia zao wa na kumtukuza Mungu, wana kauli na misemo, wana kauli za kumtukuza Mungu na misemo ya kumtukuza Mungu na mitazamo ya kumtukuza Mungu na nyenendo ya kumtukuza Mungu ile, wana nyenendo na maamuzi mazuu yanayomtukuza Mungu. Kwa hiyo hawa watu wanaosema familia zao, TV zao, simu zao, watoto wao, gari zao, biashara zao, fedha zao, eh

ya ndio waliokoa. Hao ndio wanaopendezwa nao. Hao ndio wanaopendezwa nao. Yaani Bwana anapendezwa. Katika